Ahlan wasahlan wamarhaban bikum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Uheligani na khabari gani wewe mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ambayo watufuata na kutusikiliza popote pale ulipo, karibu kwa mara nyingine tena katika vipindi vyetu katika kituo chako kipendwa cha KhayratTV. Kumbuka kwamba matangazo haya na vipindi hivi wamepata moja kwa moja kutoka hapa Phoenix, Arizona, ambapo ndipo makazi makuu ya kituo hichi cha KhayratTV. Basi siku ya leo sina budi ni mwenye furaha na bashasha tele kukaribisha kwa mara nyingine tena katika vipindi vyako pendwa na vipindi vyenye heri tupo. Ni yapi ambayo nimekuandalia siku leo? Basi nakuomba usibanduke, usinyanyuke mpaka pale takapotia nanga, karibu <mulia> Nam, kama wewe ni mfuatiliaji mzuri kabisa wa stata zetu za WhatsApp utakuwa umeishaelewa ni lipi ambalo limekuandalia siku ya leo. Tunaangazia swala zima la talaka. Swala hili wanaume ndo wasimamizi wa hili jambo, wenyewe ndio hutoa talaka, mwanamke hawezi kutoa talaka, lakini kwa nini hawaitumii nafasi hii vyema? Kwanza kabisa tutataka kutambua, talaka zipo aina ngapi na mpangilio upoje wa utoaji, lakini pia talaka hizi zina shuruti zake. Haya yote siwezi kuyamaliza au siwezi kukudokeza hivi mwanzo, kwani nataka uungane na mimi mpaka pale nitakapotia nanga siku sita. Siku ya leo kumkaribisha tena ustadhati wetu kwa mara nyingine tena, Aisha kutoka huko Burundi, Bujumbura, mitaa ya Buyenzi. Yeye ndo yupo chonjo kabisa siku ya leo kuweza kuidada mvua mada hii. Sitaki kumaliza uhondo wote, mi nataka nimkaribishe ustadhati wangu kwa heshima na taadhima kabisa, aweze kutupa darasa kamilifu, darasa tosha, darasa shibe, cheche za ili tuweze kuwaidhika, tukae mkao wa kula. Ni mengi sana mazuri yenye heri na baraka ndani yake. Kwa hiyo karibu kwa mara nyingine tena. <coughs> Kwanza nianze na salamu ya Mwenyezi Mungu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Almustami'ina alkiram fi Khayrat TV ma ustadha Aisha Juma wa dai ya kama min dawlat Burundi haibu yanzi. Amma muhadaratuna al-yawm fi Khayrat TV khaswatan ya khusu an talaq wa ma yahtawi alayha. Ni kwamba wapendwa tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu ambaye ihalalisha ndoa na akaharamisha zina na Allah wa tanaka, na Allah subhanahu wa ta'ala akaihalalisha talaka na akaichukia. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala rehma na amani zimwende mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye anasema abghadul halal inda Allah atalaka, ni kwamba kitu ambacho kinachomchukiza Mwenyezi Mungu, wa wa mungu kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala talaka. Maana talaka au kuachanisha vitu au kusambaratisha, kuviachanisha vitu ambavyo vilikuwa vimeungana, alafu kuviachanisha. Kwanza kabisa inafahamika kwamba ni ambalo linamchukiza Mwenyezi Mungu, lakini pia ni jambo ambalo limeruhusiwa, na jambo hili limewekwa kuwa wanaume ndio wenye hukumu ya kutoa hizo talaka. Lakini hivi sasa wanaume wengi hukurupuka kutoa talaka na baadaye hujutia. Tuanzie hapa, niingie kwenye aya. Allah subhanahu wa ta'ala, udhu billahi minashaitani rajim. At-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala anasema talaka siku za aina mbili talaka ya kwanza imsakum bimaarufin, ni kwamba mke na mume kuishi kwa wema kwa salama na amani, au taslihu biihsani, au talaka hiyo kuachana kwa neno lizuri ambalo ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna, ambalo analoliridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo hivyo wanachoni wakasema kwamba watwalaqu nauaini, talaka ziko za aina mbili, atalaqu lbain wa talaqur raj'i. Talaka ambayo iko moja kwa moja hii ambayo ni talaku bain ni talaka ambayo mume akimpa mwanamke ni kwamba harudi kwake ila mpaka amerudi kutoa mahari upya na kumuoa upya. Ni kwamba ni talaka ambayo mume akiitoa baada ya kuwa mke amemaliza eda yake kisheria, haruhusiwi kurudi kwake, ila anaruhusiwa kumrudisha baada ya kuwa amemuoa. Ima talaku rajii, talaka ya kurejea, ni ile ambayo mwanamke bado iko katika eda, alafu mwanamume anamrejesha, na hapa ndio pako mushkili ndani yake hii rajii. Baadhi ya wanamume wengi hawaifati, na hilo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewalaumu, wa man yataadda hudud Allah faqad dhalama nafsa, yule ambaye anayevuka mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba ameidhulumu nafsi yake. Vipi? Tuzungumze na hao wakina baba chanjo, wakina baba mishemishe, yani wakina baba kahawa, wakina baba zanjabiri, wakina baba teveli, ndio wanaitwa leo kwa sababu ndio makundi ambao wamejichagulia wao wenyewe ndio wamechagua huwa minhum wamechagua kwenda huko, na ndiyo maana nyumbani majukumu yamekuwa kwao ni mazito, kwa sababu wamejipa muda wa kwenda kunywa chai kwa mama ntilie. Akimtizama Bi Khadija amepaka hina, akimtizama Bi Mariamu mke wa pili hapa ameweka kope, akimtazama bibi kizee huko mama Abdullah ambaye ndiyo bi mkubwa ameweka juba lake, kuna mosafu anasoma Qurani, huko nje kuna vitoto vya elfu mbili. Sasa nikikaa hapa, mama Abdamba hana tatizo, lakini Bi Mariam kope zimeshawekwa usoni, huyu anataka kwenda kwenye sherehe huyu mwingine bi Mariam naye pia anataka kwenda kwa mama yake, naona pia na yeye kucha zimekusha kubandikwa. Anakosa msimamo, haihata haihata kama vile alivyosema Allah subhanahu wa taala, la haulai wala ilaha haulahi. Anaona ubora aende kwenye tever au kwenye grupe za kahawa makundi au kwenye makundi ya dame, kwa sababu pale mtu akija ananunua atakunywa kahawa, lakini waya asafaa masikitiko nyumbani na vitoto havijanywa Shai. Na ndiyo maana baadhi ya wanawake wengi wamekuwa malaya kwenye ndoa zao. Mwenyezi Mungu atukinge na atunusuru. Siwaungi mkono kufanya balaa kama hizo, ni kwa sababu wanamume hawajui majukumu yao. Kwa hiyo hii twalaka rajii ina makusudio ambayo Allah subhanahu wa taala aliyoisema ndani yake. Allah akasemaje, la tadiri laala llahu yuhdithu bada dhalika amra. Huwezi ukajua, huenda Allah subhanahu wa taala baada ya kuwa mwanamume amempa mwanamke talaka hiyo alakaraji iko hapo, wakikaa pamoja wakalala pamoja chumba kimoja nini na nini, kwa sababu huyo mwanamke ni lazima akaeda hapo hapo. Wanaume wakilewa hawajua hata kuikaza wakieda. Mtanisamee baadhi ya mashekhe ambao mnafuata vipindi vya ustadha Aisha Juma kutoka Bujumbura Burundi, na wama za ustadha Aisha mwe mnazichukua, wanawake wanasema nyinyi mmekuwa pesa kuandikia makaratasi ya talaka, lakini mko wa gumu na mko wa zito kwa kuwatetea haki zao, pia mko wa gumu kwa kuwatetea katika kupewa hata vitoka nyumba, mko wagumu kwa kuwatetea haki za watoto, na wakitoka kienda serikalini, mnalaumu. Subhanallah, astaghfirullah, anaenda kwa kafiri. Siyo kweli, enyi wanamume, mwokopeni Allah subhanahu wa taala. Sio kweli hayo ambayo mnayasema. Alayhi salatu wasalamu anasema taraktu fikum amrain au thaqalain. Mtume alayhi salatu wasalamu anasema nimekuacheni vitu viwili, intamasaktum bima lan tadillu abada, nimewacheni vitu viwili navyo hamwezi kwenda hovyo hovyo. Kitabullah ni maneno ya Allah subhana wa ta'ala: alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin, Surati Albakara aya kwanza, pili mpaka tatu. Sasa kwani mwanaume nimemwacha kisa cha Haula? Mnasahau kisa hicho? Aya ziliteremka zikashuka, Haula kangangana, Allah subhana wa ta'ala dhawi rahma akatemsha Surati Almujadala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar! Mwenyezi Mungu akaziteremsha aya ala shani Khaula. Kwa hiyo msiwi baadhi ya mashehe au baadhi ya viongozi mwanamume, tukiambia nilikwisha kumwacha huyo, ana adabu hiyo ni hivi unaitika, mnapata dhambi. Kuna wakati mwanamume anatoa talaka kwa kuzidiwa, mwanamke anaomba kwa kuona kama nimeteswa, lakini bado anampenda mume wake. Mimi najua hicho kitu, mtaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kingine mnafahamu kwamba ulimwenguni kuna viini macho, kuna hasadi, baadhi ya watu wa leo hawapendi kuziona nyumba ziko nuru zimekaa, watapita rudi huko, watarudi wahakikishe wamesambua nyumba za Waislamu. Mwenyezi Mungu, tunamwomba Allah subhanahu wa taala azilinde nyumba za Kiislamu aziweke ndani yake ulinzi uliokuwa mkubwa. Kwa hiyo, hiyo talaka talaku rajii lazima mwanamke akazweda, na ikiwa mwanamke mahari zake hajalipwa, mwanamke alipwe mahari. Wanamume mnaoa madeni, mke wa kwanza unamwoa deni, wapili unamwoa milioni tatu, watatu anakwambia na kustiri kwa ajili ya Allah, mi niko na nyumba yangu baadhi ya wanaume wamekuwa maduyuth maskini mwenyezi mungu awasamehe na awaongoze maduyuth ile mtume alayhi salatu wasalamu alisema duyuth la yadkhulu ljannata mwanaume duyuth hawezi akaingia peponi mamluk amemilikiwa na mke wake afadhali angemilikiwa hata kimapenzi lakini amemilikiwa kihisia amemilikiwa kisaikolojia hajielewi usiku wala mchana la yusminu wala yughni min joo fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Unakataa sheria ya Allah, huwezi ukamwikaza mwanamke eda, huwezi ukakaa naye. Haya, pia mwanamke katika talaq rajii haruhusiwi kuolewa, lakini leo mwanamke kwa asira anaolewa kwa kusema na mimi ni mkomeshi na eda hajamalizi. Wanaume, hayo yote okay. Mnayasababisha mweyi, imma twalaq hiyo rajii, ndio pale mwanamke pia anaingia na upande wa wewe, bi fulani unaitwa kwa jina, nikutaje jina la kizungu kidogo, Aline, alise. Mashallah, ukishakuwa Aline na Alise umeweka kucha maana Bikhadija hawezi akaweka kucha, Mariam awezi akaweka kucha. Lakini masikitiko na maajabu, mpaka leo Mariam na Fatuma wanaweka kucha na kope, Mariam na Fatuma wanaweka nywele za kuunga. Allah subhanahu wataala anasema kwamba katika Qurani, na hao wanawake ambao wameachwa wanakaa wao wenyewe kwa nafsi zao, thalatha taquru, ni kwamba wahesabie hedhi tatu. Hikma ya Allah subhanahu wataala kusema waweke pamoja ni ile mwanamume awe naoga, akikumbuka mke wangu ali mapema asikie ile shamra shamra zinamjia, lakini anaona nikiweka pa karibu mwanamke atarudi. Masikitiko na maajabu, wakisikia wamepata waume wengine, nao wanaopata presha na wanapata stroke, au ndo wanaanza sasa kumashehe, mke wangu kauliwa na mtu fulani, ndo hivo kwa kweli umeweza kuzungumza vitu muhimu sana, mojawapo ni kwamba ambalo hivi sasa limekuwa ni gumzo sana, mwanamke anapopigwa talaka moja yani inabidi uh, baki na aweze kukaa eda akiwa amejumuika na huyo mtaliki wake. Lakini hivyo hivyo umeweza kuzungumzia kwamba mwanamke hawezi kuolewa mpaka pale eda yake iweze kuisha lakini kutokana na hasira na kutaka kukomeshana vitu kama hivyo, unamkuta mwanamke anaondoka anaenda kuolewa kabla ya ida yake kuisha. Huyu mwanamke ambaye ameenda kuolewa kabla ya ida yake kuisha, hukumu katika Uislamu inamhukumu vipi? Hukumu katika Uislamu, kwa sababu ni mke wa watu, ni muhsana na muhsana akizini, Mwenyezi Mungu atukinge na atusamehe na atunusuru, hukumu yake ni kupigwa mawe rujimat turjam, anapigwa mawe mpaka afariki. Na ndiyo maana unaona hata katika eda ya kufiwa Allah subhanahu wataala amewaambia fala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna min buyutihinna ila an yatina bifahishatin mubayina, Allah subhanahu wa ta'ala anasema msiwatoi katika majumba ambao umeza waliowaacha au na wao wasitoki ila mpaka wameifanya dhambi ya waziwazi. Na dhambi yenyewe ndiyo hiyo, mwanamume akimtaliki mwanamke anakimbia kuoa haraka kile kile chumba anakwambia sumu ya mwanamke ni mwanamke. Wewe mwanaume, sikia, nikwambia, sumu ya mwanamke sio mwanamke, lakini sumu ya mwanamume ni mwanamume mwingine, kwa sababu unaweza kumleta huyo, anakuja hakuvutii, unamleta huyo, anakuja apakagi wanja, unamleta huyo, anakuja apendi familia yako, unamleta huyo, anakuja wewe mwenyewe akupendi, unamleta huyo, anakuja anasema tuna mimi ndio nadhania yake, kukuta una tabia mbovu, abu zako zote anazitoa nje. Na ndio maana hikma ya Allah, talaka wanapoachana wao, hapo hapo nyumba moja Je, nyinyi wanamume mmeacha wanawake? Nawaulizeni, naomba komenti zenu, nataka majibu. Mmekaa nao nyumba moja mkawahudumia miezi mitatu? Jamani, hamnipigi wanamume. Huyo ndio kweli, nawaambieni kazi yenu ni kuacha. Na baadhi ya mashekhe wazi wazi leo naam, naam. wanaacha wanawake hata eda hawawahikalishi, na una haki ya kumpa mtumizi mpaka muda wa eda uishe, una haki ya kumpa poda apake, una haki ya kumpa hina apake. Ama dharu atalaq madhara ambayo yako katika talaka hiya, matusabibu lhazani wadhiq walwasawasa. Madhara ambayo mengi yanakuja katika talaka yanasababisha kuwa na huzuni mtu, na pia kisaikoloji au kijamii mtu anaharibika pia, na anakuwa na wasiwasi, ima akiwa na watoto Huleta nah, magonjwa man, na madhara kwa watoto pia, kwa sababu watoto ya nkasimu ila akistojigawa nah, kwa makundi mawili palati mdedi na mapalati madha so. Sasa nah, oneni nah, madhara ya talaka wanamume Subhanallah. Oneni madhara ya talaka, watoto wanajigawa. Ujumbe mzito sana hapa katika kipengele cha mwisho kwamba talaka inaleta vitu ambavyo mwanadamu au mwanamke alikuwa hajategemea kabisa, mojawapo ni kudhoofika kisaikolojia, kimwili, lakini pia katika upande wa watoto, wakati mwingine hujigawa, baadhi ya watoto labda walikuwa wakimpenda baba sana, walikuwa wakimpenda mama sana. Lakini hivyo hivyo, kuna kitu kingine ustadhati, ni kwamba jambo la talaka si tu kwamba lina haribu kisaikolojia kimwili, lakini pia hata tafrani katika jamii au katika familia, pia na hivyo hivyo humwathiri sana sana mwanamke, unakuta hata uongozaji wa kuwalea watoto unadhohofika kiasi fulani. Hebu tuzungumzie swala la mwanaume ambaye anakurupuka kutoa talaka, kwa sababu wenyewe wamepewa hii hukumu kwao, yani wenyewe ndio wamiliki wa kutoa talaka. Kwa nini wanaume siku hizi wanakurupuka sana kutoa talaka? Pasila kufikiria. Kwanza mimi naweza nikajibu kwa sawa na ardhi ambazo mimi nimezitembelea ndani yake. Kwanza, wanamume wa siku hizi hawana mapenzi, ni matapeli wa hisia, na hilo walikubali, kwa sababu kathurati twalaka, ni kwamba talaka zimekuwa nyingi, na ukiuliza masababu, sababu ni ipi ya talaka hizo? Ametoka bila ruhusa yangu, hivyo awezi ukamsubiria na ukamsamehe. Alafu kathurati twalaka, bisababu talaka zimezidi, kwa sababu gani? Hasadi na mwanamume ana husna na mke wake, hataki hata mke wake aende kwao, anatoa hadithi kwamba Mtume alayhi salatu wasalam amesema, idha kharajat al-mar'ah, akitoka mwanamke bighairi idhni zaujia, kinyume cha idhni ya mme wake, laanata almalaika, malaika wanamlani. We baba we shekhe, walikwamba hata kwa wazazi wake. Madhara wanaume hawaalikwi na madhara wanawake, leo wamekalia unyagoni ni rasa, twende mama twende twende mama mama mama, yani wasikia tura, lakini hawafahamu wanayoalikwa.

da kumtembelea na Ismaili dhabihullah akakuta ameoa akamtazama. Yule mwanamke, wanawake waolewaji, watoto wa demil, acheni kuwa mnashika simu mda wote, wageni wanapoingia, hamjua wageni wanakuja na kitu gani? Watoto wa elfu mbili acheni kukaa uwani hovyohovyo, mnavaa masuruali wow. Watoto wa elfu mbili acheni kwenda saluni kupaka makeup mda wa masaa manne huko, unasubiria unamko unawifi. Baadhi ya wanawake wengine tunawafahamu wakikuchomeka kwenye prize, basi wewe umeanza huko meripuka. Wakati mwingine usikubali kuchomekwa, istahi minallahi haka lhaya. Msikilizie Mwenyezi Mungu ukweli wa haya, msikilizie Mwenyezi Mungu ukweli wa haya usizungumzi. Najua kama mnalia hamvikwi, wanaume wengi hawavikwi wake zao hata laidi, hamvikwi. Najua mafuta mazuri hamnunuliwi. Najua mahawara ndo wananunuliwa na saa ingine kwa wale ambao wanaishi maukweni mko akiemea ndo unakula na ukiwa na mawifu wanaokupenda na nguo ya laidi mm -hmm. Wawifu ndo wanakununulia wanamume mpo ukitaeleweka mm -hmm. Leo kwenye Khairati TV hapa, nakwenda huku na kule. Mwanaume nakuona kama vile niko nakuona ndani ya uso wako, hakuna talaka za hasira. Uislamu haukubali talaka ya sira no. mpaka atulie huyu mtu. Akitulia uislamu ndo unamhukumu pia. Kuna talaka za watu wamerogwa, mashurina mahsudina, la yahawa hadhihi talaka talaka katika Islamu haina nafasi wanafamilia wanafamilia wakina mshangazo wenye kuingia kwenye maujumba ya wanawake wengine. Allah tuongoze na Allah tunusuru. Mwanamke kuwa mtu shapu kwa kila mgeni. Wewe mwanamke, wewe hata huna kuwa na mazoea na mazungumzo na watu wa dukani, kwa kulindia aibu zako, sio sina. Huyo mgeni tampa nini mie? Nachiwa mia tano, mi mwenye sipewi kitu, mi mwenye hamna chochote ntafanyeje? Wakati mwingine fichika aibu yaamina rahma na Butoi. <laughs> Allah, tu wanawake wema na wajali nao, wanaume wawe wema, mola wetu. Lakini Mungu du, anazidi kuomba mimi, wape mapenzi ya kutupenda wao, ndo watupende sisi sana, o sisi kuwapenda sana, sisi tuwajali na tuwasaidie, na Allah wape masikio, watusikie Amin. na watutii, na sisi kwa sababu katika haki zetu ambazo tunazodhulumiwa wanawake, wao wasihisi kwamba wao tu ndo wanastahili kutuiwa, alafu sisi hatuna haki ya kutuiwa. Wanaume na name, mna haki ya kutusikiliza mwanamke anone apendeze, awe figure eight. Msikilize mwanamke hisia zake, unamkata mwanamke maneno au msikilize hisia zake? Unaingia tu kwenye ile li aya lio naizungumza arijalu kawamuna ala nisai, ndo haya mnajivunia, hiyo tu moja mnaingine, wanamume ndo wenye madaraka ndo wamesimamizi. We uko msimamizi akiwa mfanya kazi kwenye pesa yake? Wapi umeambiwa wee umbiliki pesa yake? Dini yenyewe haimruhusu hata pesa zake azikupe kama hataki na wenawe pesa ndio mwenye muemeaji. Sasa niambie eh, wanaume wasimamizi hey, wana wake pesa zake, nani amekupa ruhusa ya kusimamia pesa zake vitu vyake? Acheni uchizi. Baadhi ya watu ambao msiotaka kuielewa dini au saa nyingine unaielewa dini nona hali kwa mwanamke anake avikwe dhahabu mwanamke naake apakwe mafuta anaake apelekwe saluni. Ushamtoa mke wako autiwe wa leo. Burundi kuna kisinia, sijaziona picha za wanaume na wanawake visinia, mpaka visinia vinaambiwa haramu kwenda kula. Ubahili mtupu kutoa laki tatu kwenda kula wivu na chuki. Toka na mke wako, toa hizo laki tatu, mkae kisinia kama utakiona mkisinia. Mpe mke wako yasio laki tatu, ndo pesa, mna watoto wanne ya kula mwezi mzima Mama. Sasa huyo atai kwenye harusi na wandugu zake atapata mchango, bali ataenda kuwa boi wa kushinda anapika jikoni na akitoka huko kwenye harusi kwao, inna lillahi na ilahi rajiuni, si maajabu na, na vile vyakula ambavyo <laughs> subhana Allah, na vile vyakula vinabakia masufuria, anatoka kwao bila ndo, anatoka navyo na kwao anakuja amefungasha analeta kwako, sokuwa na haya wewe, mwanamume ndo unakula ushinda kwa harusi <laughs> <laughs> hauna wanakuwa inabidi mpaka nasikia cheko, kwa kweli. <laughs> Kweli wanamumi, kuna vitu mnafanya, Mungu awasamehe. kashinda kwaarusiakutea <laughs> <wana> wewe <wene. laughs> Subhanallah, <laughs> sawani mtangazaji, na shina atakuendelea, maana mambo mengine ni aimbulokwa kubwa. We umearifiwa arusini, umekula huko mkwe, umepewa siti yeah, za mbele mheshimiwa, kanzu ya mafuta, mke wako amekwenda huko nangua kupauka, watoto wako ndo wamekuwa toa masaani yeah. kwa sababu gani? Kuchukua vile vyakula vinabakia masaani <laughs> Subhanallah, ili walete nyumbani mtakula usiku na watakula asubuhi. Mtangazaji, nioji maana nimalize, naona naweza kicheka sana. Allahu akbar, ni mambo ya aibu sana, wallahi. Neno la mwisho unatuhusia vipi, wanawake, lakini pia haswa wanaume ambao wanakurupuka kurupuka katika mambo ambayo hawayawezi, unatuhusia vipi? Kwanza, cha kwanza mi nawahusia kama vile vile vilevile Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, aliyesema hizi sura za mwisho mwisho, surati lmumtahina, surati lmujadala, surati ataghabun. Allah alisema maneno mengi, surati talaka pia. Wallahi ukisoma surati talaka, kuna wakati nasikia machozi ananitoka subhanallah, alivyoizungumza Allah subhanahu wataala Mwenyezi Mungu ni mfaswaha. Mwenyezi Mungu ameweka kila kitu, hawajui hawaelewi, hawaoni. Ni kanzu tuna juba kubwa kubwa za kisasa, za Dubai, lakini ukija kutizama Allah Subhanahu wa Taala alivyozisema hizo aya, wallahi ni aya ambayo zinauma. Maneno haya baqiyatil awraq suhufan, ni kwamba ni vikaratasi vikaratasi, na mwenye anavijua hizi, wallahi anapita. Mungu tusamehe, na Mungu tuongoze. Talaka ya asira haishi na mwanamke hata kumuona, lakini ukizisoma hizi aya... kwa sababu muda umekwisha, lakini wenye kuelewa wataelewa, wenye kufahamu watafahamu, na mwomba Allah atufahamishe sote. ni kushukuru sana kwa muda wako, lakini pia nadhani upo radhi kuwa nasi tukukuhitaji kwa mara nyingine, ndio insha Allah, Mwenyezi Mungu akitupa umri, dawa hiyo sababu ya kutuponya Amin, na kuwaponya wagonjwa Amin, na kuviponya vizazi wetu pia Amin, na kuondoa fitna ambazo zimeteremka na kurudisha rehema zake Allah. <coughs> Allah. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Basi, nikutakia siku ile kwa njema huko kwenu na pia insha Allah tukijaliwa tena kwa mara nyingine tumeweza kumsikia vyema Ustadhati Aisha, ujumbe tosha, ujumbe shibe. Lakini hivyo hivyo, embu ni kusikilize na wewe mtazamaji na msikilizaji, unazungumza vipi kuhusu madaiti ya leo, na haswa mawaidha ya siku ya leo? Lolote lile unaweza kuachia hapo chini ya komenti na tutaweza kusoma ujumbe wako au tunaweza kuufanyia kazi. Mimi sijui niongeze lipi katika hili, kwa sababu yote ustadhati ameweza kuyamaliza na yametosheleza vyema kabisa. Nikukaribishe yoyote ule ambao utapenda kuungana nasi katika vipindi shekhe, yoyote ule ambao unataka kuungana nasi katika vipindi, basi unaweza kuwasiliana nasi katika mitandao ya kijamii kupitia WhatsApp, lakini hivyo hivyo kupitia Facebook, unaweza kunipata kwa jina la Khadija Umu Mustafa, na kwenda kule Instagram, unaweza kutupata kwa jina la Khairati TV. Lakini Khairati uh, kabla ujatia TV kuna underscore Utakuwa umenipata vyema kabisa, na akaunti nyingine unaweza kunipata kupitia Instagram ni Khadija Umu Mustafa. Basi wasiliana nasi kama unataka kuungana nasi katika vipindi au na mawaidha yote ambao unataka kutufikishia, lolote lile tunaweza kusikiliza maoni yako, tunayasikiliza pia. Kwa hiyo sina budi ya kushukuru wewe msikilizaji na mtazamaji ambao umeweza kutufuata kuanzia mwanzo tulipoanza mpaka hivi sasa, tuafikia tamati, sina budi ya kutia nanga na nikutakie siku a njema yenye mafanikio mema, nguvu kazi, heri na baraka viwezi kutawala kwetu sote. Hivyo sina budi ya kusema masalama.